Mara nyingi tunapata nafasi ya kuzungumza na watu wa Mungu katika nyumba zetu za ibada. Tunapata nafasi ya kuzungumza na watu wa Mungu uh, tunapokutana nao njiani. Tunapata nafasi ya kuzungumza na watumishi wa, na watu wa Mungu katika maeneo mbalimbali tunapokuwa tukifanya kazi zetu au tunapokuwa uh, tuki, uh, tukifanya huduma na vitu vingine vingi ambavyo tunavifanya kama watumishi wa Mungu. Wajibu wetu ni nini kama watumishi wa Mungu? Unaposoma uh, katika maandiko hasa ukizingatia sana wakati ule Mungu alipokuwa anazungumza na wale wana wa Israeli akitoa maelekezo kwa Musa na watu wengine, utakuta jambo kubwa sana ambalo Mungu alikuwa anahitaji wafanye kama watumishi wa Mungu ilikuwa ni kuwabariki watumishi wa Mungu. Musa alipa maelekezo ya kuwabariki watumishi wa Mungu, watu uh, wale wana wa Israeli, wakati ambapo alikuwa akifanya kazi yake kama kiongozi wao, wakati walipokuwa wakisafiri kutoka Misri kuelekea Kanaani, alipewa maelekezo ya nini ambacho anapaswa kufanya, na kitu kikubwa sana ilikuwa ni kwamba awatamkie mema, awatamkie baraka mara zote wanapokuwa wakienda. Utakuta hata katika kipindi kile ambacho baadhi yao walikuwa wakikosea na kufanya isiyo sahihi utakuta, uh, Musa hakuwalaani. E, Musa alikuwa akiwabariki, alikuwa akipenda kumwomba Mungu kumsi. Mungu hata wakikosea, anaenda mbele za Mungu, anaomba aweze kwa Mungu aweze kuwasamehe. Hiyo ndio hilo lilikuwa ndilo jukumu lake, na kimsingi hilo tunalipokea moja kwa moja hata sisi ambao tunatumika katika kipindi hiki kwamba tunapaswa kutamkia mema kuwanenea mema watu, watu wa Mungu ili kwamba waweze kutiwa moyo katika maisha yao. Unajua, um, mara nyingi watu wanakutana vitu mbalimbali wanavunjwa moyo na majukumu ya wanaokabiliwa nao, majukumu ya kazi na vitu vingi ambavyo wanavifanya vinavunja moyo mara nyingi. Sasa sisi kama watumishi wa Mungu tunatakiwa sasa, kazi yetu iwe ni kuweza kuwatamkia mema au maneno ambayo yanaweza yakaleta matumaini tena katika maisha yao. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo tunapaswa tulifanye kila wakati, tulifanye bila kuacha, kwa sababu tunapoacha adui yeye haachi kuzungumza, na kile ambacho adui anakizungumza siku zote katika maisha ya watu ni, ni yale yanayovunja moyo wa watu ma, mambo ya kuwafanya watu mioyo yao iiname, ndio hayo anayozungumza mara zote. Sasa tunaposimama kama ina, watumishi wa Mungu na kutamka mema kwa ajili yao maana yake hiyo inawasaidia, inawasaidia watumishi wa Mungu au watu wa Mungu kuweza kusonga mbele, kuinuka tena, hata ambaye alikuwa anaelekea kuzimia moyo anainuka tena na kuendelea mbele katika safari yake ya kwenda mbinguni. Kwa hiyo hili ni jukumu letu, ninalipendekeza kwenu watumishi wa Mungu wenzangu, weze kuwatia moyo watu kila wakati, kuwatia moyo ili watu waweze kuenda kusonga mbele kumtafuta Mungu na kufanya kazi yake wakiwa na furaha na amani katika maisha kwao. Nikutakie baraka za Bwana.